Kwa mara nyingine tena, Mashujaa football club, wazee wa mapigo na mwendo, wanafanya umafia wa kumshusha mtu daraja. Raundi hii ni kwa Kagera shuga football club. Goli la Jafari kibaya la dakika ishirini ya mchezo linaifanya Kagera shuga football club inashuka daraja na kwenda katika championship rasmi. Sasa Kagera shuga hatutakuwa nao tena katika ligi kuu ya Tanzania bara, NBC Premier League. Kagera Sugar sasa wamebakisha michezo miwili ya ligi wakiwa wamecheza michezo ishirini na nane na pointi zao ishirini na mbili. Kagera Sugar anamfuata Ken Gold ambao tayari pia wameshashuka daraja wakiwa na alama kumi na sita katika michezo ishirini na saba. So rasmi Kagera Sugar na Ken Gold wameshashuka daraja tayari. So zinazosubiriwa ni hizi timu nyingine ambazo zitaenda kucheza playoff ukiangalia hapa iko Pamba Sports Club ambayo ina alama 27 katika michezo 27, na iko Fountain Gate ambayo ina alama 29 na michezo 27. Fountain Gate Football Club na Pamba Jiji Football Club wataweza kupanda juu ama watasubiri kucheza playoff? Yote yanawezekana. Ikumbuko ya siku mara ya kwanza kwa mashujaa Football Club kuishusha daraja timu, walishafanya hivyo katika msimu wa 2022 2023 msimu ambao walipanda katika ligi kuu ya Tanzania bara, walimshusha Mbeya City Football Club katika mchezo wa playoff. au mashujaa ni kwa mara ya pili sasa wanafanya umafia wa kumshusha mtu daraja, wazee wa Mbeya City, pamoja na walimamiwa wengine kutoka Morogoro, Mtibwa wa Sugar tayari wameshapanda katika ligi kuu ya Tanzania bara, NBC Premier League. Sasa wazee wa Mbeya City baada ya kupanda daraja siwakaposti kibonzo hichi kupitia ukurasa wao wa Instagram, eh, picha fulani hivi ambayo inamuonesha mzee mmoja hivi makamo kwelikweli, anamvi fulani hivi mpaka kwenye ndevu ameshikilia bonge moja la nyundo hama fulani hivi, alafu mkononi ameshika kikapu fulani kama kibegi, then kuna mbwa alafu mlangoni, ambapo kumeandikwa neno karibu ligi kuu, kuna nyani ama sokwe icon ya Mashujaa Football Club. Alafu katika hii posti bana, kitu ambacho kimenogesha zaidi posti ni wimbo ambao waliweka katika hii posti. Waliweka wimbo wa Alikiba ambao unaitwa Sumu aliomshirikisha Mario, ambao unasikika sisi sio si, milima tutakutana sisi sio pipo si, si, tutakutana bana. Hatimaye sasa Mbeya City Football Club wataenda kukutana na mbaya wao Mashujaa Football Club ambao ndio waliohusika kumshusha daraja Mbeya City Football Club katika ule msimu ule wa 2023. Sasa this time around wanaenda kukutana katika ligi kuu ya Tanzania bara. Sijui itakuwaje hii vita, nani atashinda? Eh, bana dondosha komenti yako hapo kwenye komenti. Hapa ni Super Trophy ya Dino Television. Endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Kwa mara nyingine tena, Mashujaa Football Club, wazee wa mapigo na mwendo, wanafanya umafia wa kumshusha mtu daraja. Raundi hii ni kwa Kagera Sugar Football Club. Goli la Jafari Kibaya la dakika ishirini ya mchezo linaifanya Kagera Sugar Football Club inashuka daraja na kwenda katika championship. Rasmi sasa, Kagera Sugar hatutakuwa nao tena katika ligi kuu ya Tanzania bara, NBC Premier League Kagera Sugar sasa wamebakisha michezo miwili ya ligi wakiwa wamecheza michezo 28 na pointi zao ishirini na mbili. Kagera Sugar anamfuata Ken Gold ambao tayari pia wameshashuka daraja wakiwa na alama kumi na sita katika michezo ishirini na saba. So rasmi Kagera Sugar na Ken Gold wameshashuka daraja tayari. So zinazosubiriwa ni hizi timu nyingine ambazo zitaenda kucheza playoff. Ukiangalia hapa iko Pamba Sports Club ambayo ina alama 27 katika michezo 27 na iko Fountain Gate ambayo ina alama 29 na michezo 27. Fountain Gate Football Club na Pamba Jiji Football Club wataweza kupanda juu ama watasubiri kucheza playoff. Yote yanawezekana ikumbuko ya siku ya mara ya kwanza kwa Mashujaa Football Club kuishusha daraja timu, walishafanya hivyo katika msimu wa 2022 2023 msimu ambao walipanda katika ligi kuu ya Tanzania bara, walimshusha Mbeya City Football Club katika mchezo wa playoff. au Mashujaa ni kwa mara ya pili sasa wanafanya umafia wa kumshusha mtu daraja Mbeya City, Morogoro, wazee wa Mbeya City pamoja na walimamiwa wengine kutoka Morogoro Mtibwa Sugar tayari wameshapanda katika ligi kuu ya Tanzania bara, NBC premier League. Sasa wazee wa Mbeya City baada ya kupanda daraja wakaposti kibonzo hichi kupitia ukurasa wao wa Instagram, eh picha fulani hivi ambayo inamonesha mzee mmoja hivi makamo kwelikweli, anamvi fulani hivi mpaka kwe kwe kwenye ndevu ameshikilia bonge moja la nyundo kama fulani hivi. Alafu mkononi, fulani, kama hivi mkononi ameshika kikapu fulani kama kibegi, then kuna mbwa alafu mlangoni ambapo kumeandikwa neno karibu ligi kuu, kuna nyani ama sokwe icon ya Mashujaa Football Club. Alafu katika hii posti bana, kitu ambacho kimenogesha zaidi posti ni wimbo ambao waliweka katika hii posti. Waliweka wimbo wa Alikiba ambao unaitwa Sumu aliyomshirikisha Mario Am, ambao unasikika, sisi sio si, si, milima tutakutana, sisi sio si, si, pipo tutakutana. E bana! Hatimaye sasa Mbeya City Football Club wataenda kukutana na mbaya wao Mashujaa Football Club ambao ndio waliohusika kumshusha daraja Mbeya City Football Club katika ule msimu ule wa 2023. Sasa this time around wanaenda kukutana katika ligi kuu ya Tanzania bara. Sijui itakuwaje hii vita, nani atashinda? E bwana, dondosha komenti yako hapo kwenye comment. hapa ni Super Trofe, Dino Television, endelea kutofolo kwa taarifa nyingi zaidi za